Mi naitwa S2BACK, ni msanii wa Bongo Flavor ya napatikana Mwanza. ni upo kwenye gemu mpaka sasa hivi, na ni miaka mingapi mpaka sasa kwenye gemu? Nipo ka 29 enye gemu hii ya muziki wa Bongo Flavor Nimekuwa nikiimba muziki huu wa Bongo Flava kuanzia 2009 mpaka sasa 2025, bado niko kwenye game ya muziki huu wa Bongo Flava. Kwa muda wote huu ambao umekuwa kwenye game mpaka hivi sasa, ni vitu vingapi ambavyo umefanikiwa ama ni vitu gani ambavyo unajivunia toka umekuwa katika game ya muziki kuanzia mwaka elfu mbili na tisa hadi sasa elfu mbili na ishirini na tano. A, mpaka hivi sasa toka elfu mbili na tisa mpaka elfu mbili ishirini na tano kwenye game ya muziki huu nimejivunia, nimetengeneza video tatu ambazo ni heavy quality nzuri ya pia nimetengeneza audio, nimetengeneza audio ambazo ni nzuri, ni bora mstahili, kulingana na uwezo wangu wa kufanya kazi na uamini sana Muziki hivyo ni mafanikio tosha ya kuanzia hapo mpaka sasa. Asante sana. Je, ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukikutana nazo ama kukabiliana nazo toka umeanza game ya muziki mnamo mwaka 2009 hadi leo 2025 mwezi wa kumi tunazungumza hapa, yeah. Ni changamoto zipi ambazo umekabiliana nazo mpaka leo? Pengine wale wanaokutazama wanapenda kuwa kama wewe, wanapenda kufanya muziki kama unavyofanya wewe, waweze kujiandaa kuweza kukabiliana nazo, ni zipi hizo? Ah, changamoto ni nyingi sana. Changamoto, muziki unahitaji muda, lakini pia muziki unahitaji pesa. Sasa unapokuwa huna muda, lakini pia hauna pesa, huwezi kufanya, na wala hata kama utafanya, huwezi kufanya kitu bora. Kwa hiyo kuwa makini kwenye muda, kuwa makini kwenye pesa, kila utakapogonga hodi ni hela, au sio bana? Unapotaka kutengeneza kitu kizuri ni pesa, ni muda pia kao ni changamoto kubwa sana ambao hata mimi pia imekuwa ikinisumbua sana, na shindwa kufanya kazi back to back, kazi ambazo, back to back, na shindwa kufanya kazi ambazo back to back, na shindwa kufanya kazi ambazo za mara kwa mara kama wanavyofanya wengine. Wengine wanafanya vizuri sana. Mbali na masuala ya muziki, pengine uh, kitu gani ambacho unakifanya kuweza kutimiza mahitaji yako ya kila siku na vilevile unawaeleza vipi wale wasanii ambao kutwa nzima yeye yupo studio hahitaji kushughulishika eh, hahitaji kufanya kazi aina yoyote kujishughulisha na vitu kama hivyo. Okay, so okay, mm. Okay. Mbali na muziki, mimi ni fundi na tengeneza CIP. CIP ni mashine za uzalishaji wa dhahabu, na ah, napokuwa nasemea CIP, nazani ni wachache wanaweza kawa naelewa, lakini pia ni wengi wanaweza kawa hawaelewi lakini hiyo ndo kazi mbali na muziki naifanya. Nasafiri sehemu tofauti tofauti kujipatia kipato, na kupata kipato hicho, huku nawekeza kwenye muziki, huku nawekeza kwenye mambo mengine na mahitaji yangu ya kila siku. Ni muda mrefu sana toka umekaa kwenye muziki, ukija ukapiga mahesabu kuanzia mwaka 2009 mpaka leo tunazungumza 2025, ni umri wa kijana tu mkubwa ambaye tayari anakuwa amekwisha kujitambua. Uh, unayo albamu toka umeanza kufanya muziki? Uh, album bado sina album, lakini naomba mashabiki zangu wasikate tamaa katika hilo, wala mimi siwezi kuangusha katika hilo. Mimi nadhani na kabineti yangu tumeshalikalia chini, tumeshalifikiria hilo swala. Album inakuja hivi karibuni, ambayo itakuwa ni album nzuri nzuri nzuri sana. Mashabiki zangu wa rika zote wazee vijana wadada wanani, yaani wote watakupenda kuitazama hiyo albamu na kuisikiliza pia. Nadhani malengo ya albamu ndo malengo ya kila msanii. Okay, wito wako ni upi kwa was, uh, wito wako ni upi kwa watu wanaokutazama ama mashabiki zako wanaokutazama hadi hivi sasa? Mashabiki zangu kwanza, nawapenda sana mashabiki zangu, waendelee kunishikilia mashabiki zangu, waendelee kujali shabiki zangu siwezi kuangusha kwa kitu chochote, kwa hiyo nahakikishia kuwaletea mziki mzuri kama ambavyo nimewaahidi albamu. Nimewaahidi ni kusikiliza muziki kila siku, ambao utakuwa ni muziki mzuri sana. Basi ni kushukuru kwa muda wako. Na ndugu mtazamaji, kama ambavyo umesikiliza, huyu anaitwa msanii uh, huyu anaitwa S2BACK ni msanii wa muziki wa Bongo Flava ambaye amekuwa kuna game toka mwaka 2009 hadi leo 2025. Hakika amekuwa na uzoefu wa kutosha. Kama ambavyo amesema, tutegemee vitu vizuri. Kwa hiyo usiache kusubscribe na kuweza kucomment hapo katika eh, ukurasa wetu kama ambavyo unaona hapo chini, lakini pia kuweza kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata updates na news mbalimbali ambazo zinadondoshwa hapa. Mimi naitwa Shevizedoni, nikukaribishi sana, na vitu vizuri vinaendelea kumiminika kutoka kwa msanii wetu huyu, anaitwa S2BACK. Usikose kusubscribe, asante sana, nikushukuru kwa muda wako.